Ukiona sasa so, nimekuja hapa na, na nikayaongea si bahatishi. Kuna jinsi unabii nikiupata nikaja nikasema hapa, si bahatishi na sitafuti hela <laughs> na sitafuti umaarufu ah. Kuna mtu hapa namweka wakfu. Nimesema vurugu zitakuja Tanzania, zitakuja kweli. Ukisikia tu kauli za Zaliso ambazo anaziongea kwamba eh, eh kwamba no reform no election na kabisa, anasema tutauzuia kwa nguvu. Nafikiri wanazuiaje, kile ambacho nimesema, si hiki kimeshaanza? Ndo hiki kimeshaanza, kimeshaanza atubatishi hapa. Sisihemu pona yenu ni moja tu, mwenye uwezo wa kudhibiti sio huyu mama. Huyu mama, mama, mama sana. Nasema tu ukweli. Mama Samia, huyu mama huyu yetu, ni mtu mwenye marika ya mama yangu, kabisa kabisa, ni mama umama ataibika, atafedheheka, atafedheheka. Yani ni mtu ambaye atakuwa na uraisi lakini haumpi amani. Kuna mtu kabisa anaweza aka fight apate pesa alafu, ile pesa uka, ukaipata amani haipo tena, yani ile hela tena hauifurahii. Unaweza uka fight ukawa rais alafu tena usio na amani usio na furaha na, na huo uraisi ukawa laana, vurugu, machafuko, we ni kuua tu ni kuua tu ni kuua tu Ndicho ambacho kinakwenda kutokea. Huyu mama ushindi wake ni wa damu, auwe, auwe watu lakini sio tu kushinda, hata pia kwenye kipindi cha urais wake inabidi auwe sana, auwe mno, auwe sana. Ndio pale vurugu, ndio pale vita zitaanza 2025 kuzuia hii hii mambo, hiki ki, kijiti kiende tu kwa Gwajima mnaye. Acheni ubinafsi nyie, acheni kumsikiliza Kikwete. Kikwete atawapoteza huyu mzee, atawapoteza huyu. Mnamwita mzee wa chama, anawaharibia chama. Mnisikilize, mnisikilize, mnisikilize. <laughs> Haleluya, mnisikilize sisievu, mnisikilize sisievu, mnisikilize <laughs> Angalieni pe... nawashauri, mpitisheni huyu baba, mpitisheni huyu baba. Acheni watu wachukue fomu, watu waingie kwenye uchaguzi. Acheni watu wachukue fomu, alafu kura ziamue. Mama mama mama atakama ata, atashindwa, kwake ni heshima, ni heshima kama nimejenga demokrasia bora Tanzania, ni heshima. Lakini pia ni, ni, ni heshima iliyo kuu zaidi kama mama aking'atuka nafasi hii. Hebu e, e, mchague mtu mwingine aendelee. Ni heshima iliyokuu kama Nyerere alivyofanya, kama Nyerere alivyofanya. Kaangalia watu wengi wanasema nini, Mama Samia hana watu wakumwambia ukweli. Ana watu ambao fikra zao ni vyeo, wapate waziri, wapate e, ubunge, e, wa kuteuliwa, wapate ukuu wa mikoa, ukuu wa wilaya n e, ni vyeo. Kwa lazima waongee naye, waongee na huyu mama ili kulinda vyoo vyao. Jamani, huyu mama mwambieni ukweli, mwambieni ukweli. Wananchi huko wanasemaje? Mwambieni ukweli, watu hawamtaki, watu hawamtaki huyu mama. Wachungaji, mwambieni ukweli, huyu mama watu hawamtaki. Ni hekima kung'atuka mwenyewe, sio kung'atuliwa. Mambo yamebadilika, zama zimebadilika. Hawa Tanzania sio wale wa mwaka elfu mbili na tano, wale sio hawa wale mwaka elfu mbili na kumi kumi na tano sio hawa tena, sio hawa, si hawa. Hawa watu wamebadilika, nielewe, nielewe. Hawa Tanzania, hawa wamebadilika. Oh, hawa watu sasa hivi ni fueli yani, e, wao ni, ni, eh, ni e, fueli yani ni, ni kifaa eh cha e, nishati ambacho hakijawashwa, ni mafuta ambayo bado hayajawashwa, ni petroli ambayo bado hajatua moto. Moto kidogo tu wamewaka, mmeona hata juzi hapa. Mi siongei tena, siongei siongei, nasema ambacho Bwana amenonyesha. Amenonyesha lisu, ana mabomu saba, yani ana matukio saba ambayo yataathiri. Amejiandaa vilivo, kajiandaa ndani ya nchi na nje ya nchi. na washtueni Nawashtueni kajiandaa ndani ya nchi na nje ya nchi. Gadafi alijiamini hivyo hivyo, alijiamini sana, alijiamini mno, wakati wa kutoka hakutoka. hivyo hivyo alijiamini sana, ilimkosti Gadafi. Mama mama yangu, mama Samia unisikilize, pokea ushauri wangu. mimi ni mtumishi wa Mungu, ni mwenye roho ya unabii na mimi sio mdini, natoa ushauri na mwenye mamlaka okay, kwa Wakristo au according to the Bible mwenye mamlaka ya kumshauri raisi kibibilia ni nabii, ni nabii, sio mchungaji, sio mchungaji wala sio mtume wala sio mwinjilisti hakuna, wala mwenye mwenye uwezo wa kumshauri raisi ni mtu mwenye roho ya unabii au nabii ndio mwenye mamlaka za kiroho kumshauri rais. Okay. Hata pia ukija kwenye, kwenye haya makanisa mwenye uwezo wa kumshauri mchungaji sio mshirika, sio mwinjilisti, sio kamati ya, ya, ya umishoni na na uinjilisti. Hapana, mwenye uwezo wa kumshauri askofu au mchungaji ni mtu mwenye roho ya unabii ndani ya kanisa au nabii aliyeko kanisani. Narudia tena hapa, narudia tena Ay. Naomba nimalize hivi, mimi ni Mtanzania, naipenda nchi yangu, na nimetoa ushauri huu kulingana na Mungu alivyoniongoza kwa roho wake Mtakatifu. Lakini msipo yasadiki, result never lie, matokeo hayatadanganya.